Kazi ya kwanza ni kazi ya uandishi. Watu wa kimya mara nyingi wana fikra nyingi na wana uwezo wa kuwasilisha mawazo yao vizuri kwa maandishi kuliko kwa maneno ya moja kwa moja. Uandishi unampa mtu muda wa kutafakari, kupanga mawazo na kujieleza bila ya presha ya aina yoyote. Hivyo mtu mkimya anaweza kuandika vitabu, blog, au hata content au script za movie kwa ajili ya kampuni, kwa sababu hawa watu wako vizuri sana kujieleza kupitia maandishi au kueleza mawazo yao kupitia maandishi kuliko kwa maneno ya moja kwa moja. Na kazi ya pili ni kazi ya mhasibu au uhasibu. Watu wa kimya mara nyingi ni waangalifu, makini na wana nidhamu. Kazi ya uhasibu inahitaji hizo sifa: kuangalia namba kwa umakini, kukagua taarifa na kuhakikisha kila kitu kiko sawa, bila kuhitaji zogo nyingi au kelele nyingi. Kazi hii inahitaji sana uvumilivu ili mahesabu yaende sawa sawa na kazi ya tatu ni kazi ya utafiti. Utafiti unahitaji uvumilivu, utulivu na uwezo wa kuchambua mambo kwa kina. Wakimya wengi huwa wachambuzi wazuri, hawakurupuki na wanapenda kuelewa mambo taratibu taratibu, jambo linalowafanya kuwa watafiti wazuri. Na kazi ya nne ni kazi ya ushauri na saha, watu wa kimya ni wasikilizaji wazuri, na hii ni moja ya sifa kuu ya kuwa mtoa ushauri mzuri. Wateja wanataka mtu ambaye anaweza kuwasikiliza bila kukatizwa wala kuhukumiwa, sifa ambayo watu wengi wa kimya wanayo. Watu wa kimya wanapenda sana kumsikiliza mtu bila ya hata kumwingilia wakati anazungumza, kitu ambacho wateja wanapenda sana inapokuja katika swala la ushauri. Na saha, na kazi ya tano ni kazi ya kuedit picha au kuedit video. Kazi hii ni ya mtu anayependa kukaa peke yake, kuchezea picha clips au kuchezea mouse. E, na kuchezea clips na vile vipande vya video vya kuunganisha na kubuni kitu cha kuvutia. Watu wa kimya Watu wengi wa kimya huifurahia kazi hii kwa sababu inahitaji ubunifu na umakini bila kelele za nje. Yaani, kazi hii mara nyingi unakaa chupani kwako, au unakaa beach na laptop yako, au sehemu yoyote yenye utulivu, kisha unaweza kisha unaanza kuedit picha au video. Kuna kazi nyingi sana ambazo zinawafaa watu wa kimya na hizi ni miongoni mwao. Kama kuna kazi nyingine ambazo unazijua zinawafaa watu wa kimya, ambia hapo chini kwenye comment. Kama hujasubscribe, tafadhali bonyeza gwenyeza alama nyekundu hapo chini iliyoandikwa subscribe. Like video hii pate kuwafikia watu wengi, share video hii ande. Bye, baibai, bye.